Gavana wa Kiambu atakuwa chama gani? Yeah. Wabunge wote wa Kiambu atakuwa chama gani? Yeah. MCAs wetu wote sitini watakuwa chama gani? Yeah. Na rais wetu atakuwa ni nani? Yeah. Ati rais atakuwa ni nani? Yeah. Yule William Samoei Arap Tutam. Yeah. Ati anaitwa William Arap. Yeah. Munamjua? Yaani mumebadilisha William, yani William Ruto jina sasa, anaitwa William Samoei Arab Tutam. Kiambu tumeamua hivyo mesi, tumetakubaliana. Na sisi sisi, sio watu wa kujipiga kifua. Sisi sio kama wale wengine wanatuambia o, ati hii kura yangu ya mlima Hakuna mwanaume mmoja Kenya ama kwa hii mlima anatubebea akili zetu. Sisi tuko na akili zetu timamu, sisi ndio tutajiamulia viongozi wetu ni nani. Kweli si kweli? Sisi ndio kuamua ama ni, ni huyo ataamua? Si unasikia wanatupigia kifua ati huu mimi hii mlima yangu? Wewe mlima ulizalia wapi mũrimania hawa watu wa kĩambuci ndio? na wale wengine wa nyeri na kĩrĩnyaga na mũrang'a kana tigu andũ aitũ gũtirĩ mũndũ gũtũkuĩra hakiri na gũtirĩ mũndũ gũtũthuurĩra atĩ nĩatũgathuura ithuĩ nĩ ithuĩ tũgũũka tuuge ũyũ nĩaratũrutĩra wĩra tũmũcookie ũyũ ndĩararuta wĩra tũmũinũkie kana tigu andũ a itũ nĩkĩonjĩraga andũ angĩkũyonaniĩ Nie niĩnjugaga wĩra warie wira waaria mohe kura kanatiguo nonatuokaidhura noshia Kenya. Mimi niwaambie tukisema tutamkiambu na nilisema jana kwa mapenzi ya mwenyezi Mungu, kwa hiari ya kura zenyu na mapenzi yenyu, na kuangalia utendakazi, mimi naona 2027 Kiambu Tukatakuwa Majority votes kwa William Ruto tame ya pili kama rais wa Kenya. yeah! negukanatigu yeah! inymonaonguo Yeah! na sisemi hayo sababu William Ruto ni rafiki yetu, sisemi hayo sababu mimi ni majority leader wa William Ruto. nasema hayo sababu nimeona na naona ile mipango William Ruto ako naye kwa watu wa Kiambu.